Kwenye hilo banda. Ukienda pale unaona kisiwa. Sasa kile kisiwa ipo nyingine nyuma yake ambacho ukioni hicho mpaka uende mm na boti okay, uzunguke hivi au uzunguke hivi maji yamejaa eh. Alafu kule mm, sasa kile kisiwa chae kidogo, alafu na yeah, kifungu chake hivi kama pale walipo wale wadada mpaka yeah, yule mwenye nguo yule pale mm. Mm, kwa kidogo tu, kisiwa kikubwa ambacho Sandbank kubwa Yeah, sandbank iko vile nje, yuko nje iko huko eh karibu aina Tumbatu, karibu kisiwa cha Tumbatu, Tumbatu ambacho kipo Mkokotoni, si ndio kile? Ama ni vipi Tumbatu, hii hapo umeona, hii ndo hii ndo Tumbatu, Tumbatu, ambayo inaishi watu si ndio? Kuna sure, makazi nini? Makazi nini sasa ile <laughs> Tumbatu, kama unaenda Tumbatu sasa, unaiacha una Tumbatu na kula kuchoto mm. So, kuna sandbank ambayo ndo hayo maji yanaachia, kwa hiyo kwa Zanzibar visiwa vikubwa ambavyo ukiacha Unguja na Pemba kuna visiwa vingine vingapi ambavyo watu wanaishi wanaishi ne? Kimoja hichi Tumbatu naona ndio hichi hichi, labda hivyo okay. Vingine vyote vya kitalii na watu, watu wanaenda wanarudi, lakini Tumbatu, aa, watu makazi kama tumba, na, kama Mnemba Mnemba wanaishi wageni Uhum. Kama kile chingine kabla hujafikitokea dacha mwanzomwanzo mwanzo, yeah, watalii, yeah, yeah. una Prison Island wanaishi kule, kuna Bawe mm -hmm. watu wanaishi yeah. yeah. so watu ni yani, watalii mm. tuje kwenye trip mwingine, watu wamekuja ni kikundi au mtu mmoja, let's say kikundi, watu kumi au wangapi, wanataka ku hire boat kwenda watembeze au kwenda kwenye hivyo visiwa, visiwa kosti ikoje? Basi iko fresh, tunategemea kwa sababu hapa kuna boti za asubuhi kama za sharing. Yeah. wale ambao kama mimi na wewe hatuna mawe. Yeah. tunachangia changia tunaenda wala okay. mm. unajisikia bwana, sisi madoni tunaenda kunda kivyetu. Yeah. Napasuka, mnachukua fiber mnatoka. Yeah. natembea fresh. Sasa. okay. kama hiyo ya kushare wanaita dola arobaini na tano kama laki na na kumi hivi, na ndo zile kama madudu makubwa makubwa, ndio ni fiber kama hizi, lakini hizo ah, kubwa sasa mm -hmm. okay k dola arobaini na tano maanake mkichangia hapo ni kama laki moja nayo hiyo, hesabu ya chap chap tu ni laki kama na afu kumi watu wakiwa kumi na, maana ndio hivyo hivyo n lakini hiyo dola arobaini na tano ni mnemba hiyo ambayo ni siku nusu siku. okay. siku mnaenda mnaenda kuangalia makomboo huko madolfin afu mnarudi. mm. Yeah, yeah. Nalipa ticket kibanda kile pale cha ticket nalipa fresh kuangalia dolphin. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, sasa yeah. Na huko na mkifika, naangalia mnaangalia madolphin mm. Mnafanya snorkeling mm -hmm. Alafu tena mnaenda sandbank okay. Yeah, kwa hiyo trip, kwa hiyo moja kwa mbili kwa tatu ambayo gharama yake pale ni shingapi leo? dola arobaini na tano, hiyo hiyo dola arobaini na tano. Hey, nikilipia hiyo inakava kila kitu yeah, hey, ina na mdudu hapa kwa hiyo manake yeah, kwa mfano hiyo si ndio, hiyo dola 45 tupo kwa watu kadhaa. Nataka kuita wageni: mambo, welcome, you welcome, taxi boat, taxi boat there for you, sante, I'll give you the ride, poa, welcome, where you from? Natoka hapa, ah, Nigeria, ah, Kenya, au a Kenyan? Sio wabongo nyie? Wenyeji hawana, ni kama so, <abongo nye. laughs> <laughs> so, so nani? Siwa Kenya, wabongo. Bwana. Kenya bwana. wa wabongo mm, yeah. Anyway, okay. Okay. Karibuni. Sawa. Maana yake manaake kuna kitu nataka kuelewa kwamba hiyo laki moja na kumi Let's say tuko kumi mm -hmm. tunataka kuvisit Mnemba na hivyo visiwa ambavyo mmevisema. Sasa, nyinyi kama mko kumi, mnachukua boti moja, kumi mnaenda, nategemea na hali ya hewa, kwa hiyo nata ah. kama dola mia mbili na hamsini hapo mm -hmm. namaana mna kwa hili arobaini na tano arobaini na tano inapunguka naka kaa metoa dola kwa sababu bei imepanda kwa sababu ya government wanakutolesha wana kama dola dola kumi kulipa ticket ya entry kuingilia tu hmm. Hmm. kwa vile nyinyi ni Watanzania Wazanzibari mnaweza mkalipa japo elfu kumi kumi badala ya dola kumi hmm. kuna hmm. bei zimewekwa pale hmm. watu wa nje na wa ndani bei zao tofauti hmm. Ambao kwenye kibanda kile pale asubuhi wanakuwepo pale, wanakulipisha pale, unachukua tiketi mm. Unaenda zako fresh, ukitaka tunakulipia mm. Unalinda kulipa mwenye unahakikisha okay. Unaweza ka visit Zanzibar bana, noma sana. Life is experiencing beautiful places like this, maeneo mazuri unyama sana mm. Una chochote cha kusema? Labda mawasiliano na nini, vitu kama hivyo ili watu kama wakija anataka moja kwa moja ampate mtu ambaye anaweza kumdirect kwenye hayo maeneo. Si tuko Nungu, weekend wa bichi hapa okay. Sasa oh, ukitaka kuzunguka na nini namna gani vipi? yeah. nashuka tu bichi hapa, vijana wanakushughulikia fresh, au ukitaka masiliano, boti namba sim namba zile pale, unakuja unapiga a vipi mkoa ngapi n hata tunatoa mia mbili hapo eh, boti zipo kubwa ziko ndogo uh-huh. eh, kila size. Mm. Noma mm -hmm. Sana asai umetisha mwana, baridi inoma nyaa mm -hmm.